Sasa leo watokea maduati wa dalal, maduati wa dalal, maduati suf, wanamfananisha huyu bibi huyu, umulmuminin mama yetu, wanamfananisha eh, na masharamita eh, wanamfananisha kwamba na machangu doa hii eh, ii si hatari. Alafu mtu anasema kwamba, ah, mie nia yangu haikuwa hiyo. Ah, ah, haya matamko haya, tuangalie nia? Sisi hatukutumwa kuangalia nia sisi, sisi tuangalie nia? Tunaangalia hapa umekosea. Tubu, tarajai, tangaza msamaha kwa makosa. Hizo habari za nia yako wewe, na nia yako hiyo, nia yako kwa nini tumeambiwa tuangalie nia za watu? Nia yako wewe na Mola wako, lakini kwa matamko haya umekosea. Kumnasibishia Bi Khadija radhiallahu ta'ala, mama yetu kumnasibishia na hawa, haya ni makosa, umekosea. Sasa makosa, watu wanakosea, hamna alisalimika kwa makosa isipokuwa mitume wana isma, isipokuwa kwamba mtu an analaumiwa. Sasa baada ya kuzinduliwa, amezunduliwa bwana hivi kosa kadha kadha, yeye akawa muanidi mkaidi, akaendelea na msimamo huo, ndio kosa sasa. Hiyo ndio shida, lakini kukosea, mtu anakosea, kisha mtu anatakiwa astaghfirullah, aseme astaghfirullah wa atubu ilayhi. Jamaa, mimi nilisema kadha Haya maneno niliyasema, nimekosea, kwa nimekosea, astaghfirullah na naomba maghfirah kwa Allah wa atubu ilaihi. Na narejea kwake Allah, nisamehe kwa haya makosa niliyokosea. Atubiwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa vile waislamu walipokasirika kisiasa atuombe atu, msamaha waislamu vile vilevile, si tumefahamiana? Na ndio maana unaona katika mitandao komenti zote za waislamu wa aina zote waliosoma wasiosoma wote wamemkataa. Watu wa sunna eh, wasiokuwa wa sunna wote hawatakubaliana naye. Kwa leo ndugu huyu eh, vizuri. anatakiwa fanya nini? Anatakiwa atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sema astaghfirullah wa atubu ilayhi, nimekosea maneno, amwombe Allah msamaha. Sisi tumefanya kwa hili kosa kosa lolifanya, yani uko kujitetea kwake hakutohalalisha kwa hakuto, sababu waislamu hao wote kwa pamoja tumeelewa alichokisema swala so, la nia nia yake hiyo nia yake yeye ya ya na nia yake huko, sisi atuhukumu nia nia ikumiwi, tumefahamiana, yale maneno aliyatamka ya ni maneno machafu, ni kitendo kichafu, ni kitendo kiovu. Atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na atangaze tauba yake, wa ila azuiwe misikitini, asiongee misikitini, azuiwe azuiwe misikitini, asiswalishe, azuiwe kama na madarasa waislamu wa watoe watoto wao katika madarasa yake wa waondoe watoto katika madarasa watoe wote wa, mpaka atarajai. Na vilevile, vile wasimsalimie mtaani, ikipita asisalimiwe, wamfanyie mukata, asisalimiwe kwa kuambiwa assalamu alaikum wa rahmatullahi, asalimiwe afanyiwe mukata mpaka atubie kwa Allah subhanahu wa taala, arejee yeah, atangaze toba yake Ay, watu waisikie, ipite mitandaoni, na ndio ibada na ndio dini. Ili jambo gumu, ila inda salafiyin, sio kwa masalafi. Masalafi siku mara ngapi tunakosea na tunafanya taraju, tunatangaza toba mara ngapi? Wakati mwingine kadhia kubwa kabisa, tunakwenda mara ngapi? Utasikia mara salafi huku, mara salafi huku, si tumefahamiana eh? Mara salafi ni vitu ambavyo mtu wakati mwingine mtu anakomaa toba lakini anapoa nasaha, anayeoneshwa makosa yake, haya kosa lako hapa, baadaye anafanyaje? Anaelewa na kubali, anataraja. Na wale ambao walikataa kutaraja katika makosa yao ya dhahiri, ambayo yalikuwa basi watu masalafu zetu tuwatenga, wengine walitengwa mpaka wakataraja, wengine wameamua ku, ku, ku, kuendelea kudumu, basi watu masalafu wameendelea hivyo hivyo, wala haina shida, kwa na huyu naye afanywe hivyo kwamba huyu afanywe mkaa, asiguswe, asiguswe na mtu yoyote kumgusa bali anafanya mkatwa kwamba anatengwa, kama na madarasa watoto wote watoke, otolewe madarasa, watu wasende kusoma kwake. Ikiwa na msikiti atolewe kuswalisha, asimamishwe kuswalisha. Ikiwa mwadhini asiadhini, atolewe kuadhini, kae pembeni Ame, haya ni makosa makubwa mno ya kuwanasibishia hawa mama zetu na mambo haya, hapana Hili si sawa, hili si sawa na, na, ahli sunna jamaa lisijamaziwe, watu waendelee, shababu waendelee kufafanua. Huenda katika ufafanuzi wa huku na ufafanuzi wa huyu na ufafanuzi wa yule akasikia yale, katika ufafanuzi wa watu kumi, kumi na tano, mia akasikia watu watano akakinai, akarejea katika toba, akafanya toba. Simefahamiana yeah? Tuko pamoja, watu wasichoke. Kila mmoja katika, katika katika madarisi yake katika halaka yake katika shule yake msikiti wake. Kila mmoja aseme, kila mmoja aseme kwa ufasaha wake na uelevu wake, aseme kuelezea ukosa jambo hili kwamba ni jambo ni makosa, na hii ni kulinda irdhi, heshima, heshima za hawa kina mama, heshima za maswahaba, heshima ya Mtume sallallahu alayhi wasallama

Tumefahamiana sasa, iweje mtu achezee heshima? Msikubali, msikubali kwamba heshima ya mama zenu, heshima ya maswahaba, heshima ya nabii wenu ichezewe. Msikubali kolo. Mtu huyo atubu, mtengeni, muhameni, mfanyeni hijra, atengwe, afahamishwe, atengwe, eh? mpaka pale ambapo atakapotaraja ena kurudi nyuma, wa ila mtengeni. Misikitini aingie, naingia swali misikitini, naachiwa anaingia na swali, tumefahamiana swali. Lakini asipewe kuongea mawaidha na zile sijui nini zile asipewe baki yetu, wala wala ile mitandao isirushe sauti zake, wasirushe. Wale wanakaurusha wote wanasaidiana naye, wanasaidiana katika nini? Katika uovu huu waliyofanya ndugu yetu huyu. Ndugu yetu huyu Muislamu wazi